akifika kwa uwanja wa ndege hilo eneo la Karakata akiulizia okay. Kwa kala ni sehemu gani kwa? Kwa kala, kwa kala. Hey, jina jina yako jina lako ni... Ya jina langu mimi ninaitwa Amina nani o, yani Amina Amina Amina nani Hassan. Kwa hiyo ina maana hapo Karakata kwamba ni wewe ndio shughuli zako zote unazifanyia hapo. Na mko wangapi katika familia yako? Watano. Mko watano. Wao wengine wanafanya kazi gani? Wanafanya kazi kwa wachina. Wewe kwa nini ulishindwa nini kwenda kufanya kazi? Nimeshindwa sasa. Ninakwambia mimi na sasa siku nikianza nikiungua na hizo waya za umeme. Wewe kwanza kuimba mashairi ulianza mwaka gani? Nianza yani tangu mdogo sana. Tangu mdogo sana. Na kufundisha labda wewe mwenyewe tu leo? Mimi si, mwenyewe nilikuwa napendaga kusikilizaga kwenye redio. Ah, kwenye redio Tanzania sana. Sasa ingekuwa vizuri kama ungekuwa na namba hivi, ningekuwa umetuachia, ingekuwa